Binafsi na nani si mbinafsi, kwa sababu mimi nafikiria saa zingine viongozi wengine hawaelewi. mm -hmm. Wanacheza siasa gani na wako kwa siasa ah, mm -hmm. Uh, na kabla bado sijasema, wacha niseme maybe Seneta Kavindu anasema hivyo kwa sababu uh, anasikia vibaya, uh, maybe hiyo handisheki ikuwa in between Raila Amolo Odinga na patilida wake Kalonzo Musyoka. mm -hmm na kwa sababu imekuja hapo pia, wacha nikuonyeshe, 2007 kulikuwa na kinyang'anyiro baina ya uh, Raila Amolo Odinga na mzee marehemu, um, mzee Kibaki, Mwai Kibaki. Uh, party leader wa Seneta Kavindu wa Wiper Democratic Party alifanya nini? Alifanya handshake bila kuuliza mtu wowote kwanza. Wakati huo alisema atapita katikati yao, alifanya handisheki na nani? Na mzee Mwai Kibaki, bila kuuliza mtu wowote. Yani mbinafsi, mimi sijui, lakini kama Kavindu anasema eh, Raila ni mbinafsi, pia Kalonzo Msoka ni mbinafsi.